Umekuwa na mkanganyiko, misunderstanding, kwa habari ya hii concept ya unyakuo rapture, na wengi wamekuwa wakiwa na hofu wanaposikia habari za unyakuo. Na jambo la kusikitisha au la kushangaza, hata watu ambao tayari wapo chini ya kipawa cha neema ya wokovu ambao wamempokea na kumwamini Bwana Yesu kuwa ni Mwokozi. Hebu tuangalie kwa ufupi tushe ufahamu wa Mungu unaozungumza nini kuhusiana na rapture, kuhusiana na unyakuo. Ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tatu mstari wa 16 na 17, pale utaona inazungumza yule anayemwamini Yesu Kristo amefanyika kuwa ni hekalu ni nyumba inayohifadhi Mungu, inayomhifadhi Roho Mtakatifu, roho wa Mungu. Na kitabu hicho hicho cha Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa 17 inazungumza, Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa 17 kwamba yeye aliyeungwa na roho wa Bwana, roho wa Mungu, amekuwa roho moja, amekuwa kitu kimoja pamoja na Mungu. Kwa hivyo yote aliyepokea kipawa cha neema wokovu Roho wa Kristo amefanya makao ndani yake. Amefanya kuwa ni roho moja na roho wa Kristo. Yesu akiwa katika mwili, katika incarnation ya Yesu Kristo miaka elfu mbili iliyopita alizungumza mwenyewe kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14, mstari wa 23, akasema mkinipenda mtazishika sheria, mtazishika amri, mtazishika neno la Mungu na baba yangu atawapenda. Halafu anasema mimi na baba yangu tutakuja kufanya makao ndani yenu. Kumbuka Mungu ni roho na Yesu Kristo mara baada ya kufa, kuzikwa na kufufuka, hakufufuka na ule mwili wa kibinadamu ambao ulikuwa unahisi njaa, ulikuwa unaweza ukalia ukawa unahisia, ule mwili ambao Mungu ambaye ni roho aliouvaa kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 akafanyika mwanadamu wa kawaida, akaishi pamoja na sisi. Ule mwili wa Emmanuel sio ule mwili ambao aliofufuka nao mara baada ya kufa alifufuka na mwili wa utukufu, mwili usioharibika, mwili wa umilele. Ndio maana hata kama wanafunzi walikuwa wamejifungia ndani, aliweza kutokea na kuzuka ndani yao pasipo kuzuiliwa na ukuta wala limitation yoyote. Nini nataka nizungumze? Tukisema habari za rapture, kuna mtazamo ambao Mtume Paulo na mitume wengine wameandikia kanisa. Ukiangalia kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na sita na kuna saba imezungumza hmm, kwa habari ya Bwana mwenyewe yani Mungu mwenyewe, Bwana Yesu mwenyewe atashuka, atashuka atashuka katika ule mwili wa kimalaika, wa, wa, wa utukufu ule ambao waliofufuka nao atashuka na malaika mkuu eh, wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa na wale walio hai wale ambao wanaamini katika Yesu Kristo watanyakuliwa. Sasa concept ya kunyakuliwa hii concept ya rapture Unyakuo ndio imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana na na wanashindwa kupata majibu kamili. Nyaraka nyingine ambayo Mtume Paulo ameandika kwa Wakorintho, kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 52 hadi 54, pale inazungumza habari ya kufumba na kufumbua. Yeah, kutakuwa na tarumbeta itapigwa na wale waliolala katika wafu katika Kristo watafufuliwa na miili yao itafufuliwa na wale waliokuwa wana au tunaomwamini Yesu Kristo ambao hiyo tarumbeta itapotukuta wakati tayari tunaendelea kumwamini Yesu Kristo tukiwa katika miili, raisi, hii miili hii inayoharibika ya kibinadamu miili yetu itabadilishwa, tutapokea miili mipya. Kwa lugha rahisi, hii miili itavuliwa hii miili inayokufa ile si udongo, tutavishwa ile mwili wa Kristo aliofufuka nao, unaitwa ni mwili wa utukufu. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Wafilipi Wafilipi wa sura ya tatu, mstari wa 20 na 21. Biblia inasema kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, wenyeji wetu sisi Yesu Kristo huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, yaani Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo atakayeubadili mwili wetu wa unyonge, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Tunamtazamia Yesu Kristo kwamba sio kwamba atakuja. Kuna tofauti kati ya ya ya second coming of Jesus Christ of Yeshua Hamashia na the appearance of our Lord Jesus Christ yeye ataapia katika ule mwili ambao aliofufuka na kupaa nao, sio kwamba atakuja, alishakuja miaka elfu mbili iliyopita. Yani, Mungu aliuvaa mwili Immanuel, na akafa akazikwa, akafufuka, akawatokea, akaacha maagizo ya wito mkuu na akachukuliwa mawinguni. Kwa hiyo itakuwa ni second apia, ataapia tena, na sio kwamba mimi na wewe tunayemwamini Yesu Kristo kwamba Yesu Kristo yuko mbali na sisi kana kwamba tunapaswa kupiga magoti tumuombe na tumtarajie kwamba tujibu kutoka kwenye mawingu au sehemu yote ile. Roho wa Kristo, roho wake ambaye ni ahadi ya Baba, ambaye akaambia wanafunzi msiondoke hapa Yerusalemu, subirini ujazo nguvu kutoka kwa juu. Ilikuwa ni ahadi ya baba ya kuvikwa roho mtakatifu. Roho wa Kristo yuko na sisi. Mungu ni roho. Kristo yuko ndani yetu, amefanya makao ndani yetu, hajawahi kuondoka. Ila atakapo apia atakapojitokeza, wakati huo ambao wengi tunasema ni unyakuo, atajitokeza na ule mwili wa utukufu, ule mwili ambao huzuiliki na hivi vitu vya kidunia, na Biblia inazungumza kwamba atatuvika mwili mpya, huu mwili utavuliwa, tutavishwa mwili mpya, kama Wakorintho wa kwanza 15:52 mpaka 55, unasema mwili wa utukufu ndio tutakaovikwa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari pili waraka kwanza wa Yohana sura ya tatu msalwa pili, anasema wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa katika mwili ambao wa utukufu, tutafanana naye kwa maana tutamwona kama alivyo. Tutafanana naye kwa sababu hii mili ya kimadamu hii ina to limit katika ulimwengu wa roho. Sasa hivi tayari mimi na wewe tuko mbinguni, sisi tunamwamini Yesu Kristo, tuko katika ulimwengu wa roho tuko mbinguni, lakini tuko limited na huu mwili. Utakapo drop tutafanana naye tenzi. Roho inasema tutamjua, tutapomona uso kwa uso, kwa maana ule mwili aliyokuwa nao ndio mwili tutakuwa nao sisi, ni mwili wa umilele. Yoyote aliyopokea kipawa cha neema ya wokovu ameketishwa pamoja na Yesu Kristo, Waefeso sura ya pili sura sita. Tuko pamoja naye, tunatawala pamoja naye, ile mamlaka ambayo alipewa baba yake ametupa sisi, ambayo ni mwili wa Kristo. Uh, tunao tunaomwamini tunayo, na nimejaribu kufanya study mbalimbali research mbalimbali mbali. Nimeona hizi rumors za unyakuo za rapture hazijaanza leo, zimeanza miaka mingi. Hata ukienda ku Google haya majina anayokutajia utaona imeanza miaka mingi, na watu walikuwa wanauza mali zao vitu wan, wanajua kabisa Yesu Kristo anakuja tarehe fulani siku fulani. Nimeweza kuangalia kufanya research nikaangalia mwaka 1844 kuna jamaa moja unaitwa William Miller eh, alikuwa ni mhubiri wa kibaptisti huyu kule New York. Yeye alisema kwamba tarehe 22 Oktoba 1844 eh, Yesu Kristo atarudi atakuja kuchukua kanisa lake, na karne ya 20 mwaka 1900 huko, hawa ambao leo tunawaita ni Jehovah Witness, mashahidi wa Yeova ambaye jamaa moja akiongozwa ambaye ni mwanzilishi anaitwa Charles Taze Russell, Charles Taze Russell. Yeye alisema kwamba 1914 akaya sema 1918, 1925 kwamba kutakuwa ni mwisho wa dunia, kwamba Yesu Kristo atakuja kunyakua kanisa lake. Yuko mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa Hal Lindsey, Hal Lindsey. 1970, eh, katika uandishi wake akasema 1988 basi Yesu Kristo tajia kulichukua kanisa lake. Kwa hiyo prushani zote hizo, watu walikuwa na hofu, wanaufia ujie wa Yesu Kristo. Yuko mtu mwingine anaitwa Edgar Edgar Winsl, Winslens. Edgar 1980 miaka 1980, yeye alitabiri, alipredict kwamba Septemba 1988 na 89, Septemba pamoja na 1993. Alirudia mara tatu kupredict kutabiri ujio wa Yesu Kristo ambao ni unyakuo. Mtu mwingine ambaye unaweza kumwangalia anaitwa Harold Camping. 2011 aliweza kusema naye pia mwisho dunia. Na baada ya 2011 na 2021 jambo kama hilo likajitokeza. Leo tunaona kule South Africa yuko mtu anaitwa anajiita Nabii Yeshua na yeye anasema kwamba mwisho dunia ulipaswa kuwa tarehe 23 mwezi uliopita na tarehe 24. Baadaye haijatokea amerudi anasema tarehe Mwezi wa kumi kimaanisha wiki ijayo kishokutwa ndio mwisho wa dunia. Kwa hiyo watu hawa hawajaanza leo, wameanza muda mrefu. Yesu Kristo mwenyewe akiwa katika mwili kwenye Matayo sura ya ishirini na nne Matayo sura ishirini na nne mstari wa thelathini na nane hadi arobaini na mbili anasema kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, watu walikuwa wakinywa wakila, wakistarehe, wakioa na kuoana, wakitangaziwa habari za kubadilika, kutubu, kubadilika wakuwa wamsikii Nabii Nuhu. Kama imekuwa wakati wa Nuhu, ndivyo huo unyakuo, yeye kuja kulichukua kanisa lake au kutu, kutu, kutupa miili ya utukufu itakavyokuwa wakati wa Nuhu. Nini kitotokea? Biblia inazungumza Nuhu, watu nane waliingia katika safina, the rest wote baada ya kuhubiriwa ndani ya miaka 120 ule muda wa neema, wote walibaki duniani na wakachukuliwa na, ma, na mafuriko mafuriko na Yesu mwenyewe akazungumza kwa kinywa chake kwenye Mathayo Mathayo 24 mstari wa 38 hadi 42. Kama vile wakati wa Nuhu, wakati watu wanastarehe wanaona k wakati watu wamejisahau wanapuuzia habari za injili, habari za mabadiliko, habari za kutubu, ndivyo itakavyokuwa wakati huo. Na wakati wa Nuhu wale waliobaki kwenye safina ndio walikuwa salama. Kwa hiyo hatujui kwa namna gani huo unyakuo utakavyokuwa, kama Yesu Kristo alisema kama ni wakati wa Nuhu inamaanisha kuna watu watatoweshwa, wataharibika, alafu wale ambao wanamwamini Yesu Kristo ndio watakobaki, kama wakati wa dugu. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Massawe, nakupenda sana. Shalom. Take care.